Kipindi hiki ni muhimu, na tuwaombe hata viongozi wetu wenye dhamana, anapokuwa hana jambo la muhimu sana kuzungumza, asizungumze jambo ambalo litatonesha mioyo ya wananchi. Tuombe hekima kwa Mungu ili tuweze kulirejesha taifa pamoja. Hapa tulipo sipo. Namshukuru sana rais wa chama cha wanasheria, ametuasa viongozi kwamba sio vizuri kuendelea kuzungumzia zungumzia yaliyojiri tarehe 29 kwa sababu tarehe 29 Oktoba, kwa sababu yanatoonesha vidonda na pengine yanaweza pia yasisaidie sana katika mchakato wa haki. Sasa niseme kwanza, nakubaliana naye asilimia mia moja ikiwa leo ni Februari 2 ya mwaka 2026 imekuwa ni sikukuu e, ya maadhimisho ya sheria ambapo kwa Tanzania imefanyika makao makuu ya nchi e, jijini Dodoma, ambapo mgeni rasmi amekuwa ni makamu wa rais wa Tanzania Dkt. Emmanuel Nchimbi And, na katika hotuba zao ambapo E, wakili wa TLS wakili Anyasile Mwabukusi Boniface amezungumzia suala lililotokea Oktoba 29 ambapo amewaasa viongozi kuacha e, kutumia kauli ambazo zinatonesha majeraha ya Watanzania ambayo yameanza kupona na kauli hiyo vile vile ikaja kupigiliwa msumari na makamu wa rais Dkt. Nchimbi ambaye naye amesiliba kwa kusema kwamba ni vizuri e, Watanzania wakasahau na hasa viongozi ambao wanapata majukwaa ya kuweza kulizungumzia hili suala, lakini pamoja na haya yote Askofu wa Kanisa la Kiinjili na la Kilutheri Tanzania kwa kifupi KKKT, daosisi ya Karagwe mkoani Kagera, Karikawe wa Kalinda Bagonza PhD, ameibuka na kuandika yafuatayo kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii, na nukuu, siku ya sheria asiyekumbuka Atarudia, atarudia makosa. Kila mwaka tarehe mbili Februari huwa tunaadhimisha siku ya sheria. Hata mimi sijui ni kwa nini tarehe hii, lakini huwa naipenda ili nipate fursa ya kuwasikia wanasheria na wanasiasa wakidanganyana. Kila mwaka kuna uongo mpya. Na tafakari la kwanza raisi, wa wanasheria wetu kasema, viongozi wa kisiasa wawe waangalifu katika matamshi yao kuhusu kilichotokea Oktoba 29 ya mwaka 2026 kuongea bila hekima kunatonesha mioyo ya watu na kuligawa taifa zaidi. Jambo la pili, mgeni rasmi makamu wa rais akamuunga mkono kwamba wache kusema yaliyotokea kwa sababu yanatonesha vidonda vya hao watu. Watu wawili wanaongelea jambo moja, lakini wanategeana. Mmoja anataka kumbukumbu kumbu, lakini isemwe kwa hekima, mwingine hataki kabisa isemwe. Mimi nadhani tunahitaji kumbukumbu, ndiyo maana kila mwaka E, tarehe saba ya mwezi wa nne tunakumbuka kuwawa kwa hayati Amani Abedi Karume. Tunamtonesha nani? Kila tarehe 14 ya mwezi wa kumi tunakumbuka kifo cha hayati Julius Kambarage Nyerere. Tunamtonesha mjaruo yupi? Tuna siku ya mashujaa majimaji, kifo cha Sokoine Azimio la Arusha, kifo cha mfumo wa chama kimoja kilichozaa vyama vingi, nda ya chama kimoja tunamtonesha nani? Sasa tukitaka watu wasitoneshwe, itabidi moja, tufanye yafuatayo: ahadi ya kuunda tume ya maridhiano iachwe ili tusitoneshane. Pili, tume ya jaji Chande iishie hapo, maana itatutonesha. Tatu, waliochagua na waliochaguliwa waachie ngazi, maana wakibaki watatutonesha. Nne, familia zinazodai miili ya ndugu zao ziache, maana zinatutonesha. Tano, walio shikiliwa mabusu na zile nyumba salama waachiwe haraka, maana wakibaki huko wanatutonesha. Sita, Siku zote za mapumziko kitaifa zinazotukumbusha mabaya zifutwe, maana zinatutonesha. Unajua, wajaruo huwa wanashambuliwa sana na funza. Njia ya kuwasaidia huwa ni kuwatonesha mpaka wanatoa damu, baada ya hapo wanajifunza usafi na kuacha kushambuliwa na funza, anamalizia askofu Kalikawe Rwakalinda Bagonza, mkuu wa kanisa la Kiinjili na la Kilutheri Tanzania, kwa kifupi KKKT, Dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera, kwamba tunataka mtoneshwe ili mjifunze kutorudia makosa. Tungeni hata wimbo mpya wa taifa la Wajaruo, muweke mstari usemao D29 haitarudiwa tena.